Nilikuwa napanga kuandaa video hii tangu wiki iliyopita lakini nilisema kesho nitaandaa, kesho nitaandaa, kesho na kesho na kesho tena. Kama wewe ulivyosema ntaosha hivyo vyombo, lakini vimekaa hapo mpaka vimeota mimea. Kama ulivyosema utafanya kazi mapema, lakini ni leo bado upo unazima moto wa hiyo kazi. Kama wewe ulivyosema taanza mazoezi ya kupungua kilo, lakini sasa hivi ndo unaongezeka, kama kuna mashindano mbele nilikuwa mtaalamu sana wa kusema kesho nitafanya kitu fulani, na baadaye na naahirisha kufanya kitu hicho. Lakini nilipogua na kugundua ukweli huu, ukweli huu ni rahisi na utakushangaza, lakini pia ni ukweli ambao sio, ambao utataka kuusikia. Mwanasaikolojia mashuhuri Timothy alitoa msemo wake ambao ulisaidia watu wengi sana ulimwenguni, mpaka leo unaendelea kusaidia watu wengi. Msemo huu unasema procrastination is the avoidance of discomfort of doing task, yaani kuailisha kazi ni njia ya kuepuka hisia mbaya za kufanya kazi. Mfano wa hisia hizo ni kuwa kama kuogopa kushindwa, uoga wa kuwa mkamilifu, kutokuwa na uhakika kuona kama utakataliwa na watu wengine. Lakini ngoja nikwambie ndugu, unaogopa kushindwa? Je, vipi utajifunza vipi kama unaogopa kushindwa? Elon Musk mtaalamu wa masuala ya anga amerusha roketi zake mara nane na zote hazikufanikiwa, zote zilipuka, na akapoteza zaidi ya dola milioni sita hadi milioni mia tisa, ambazo ni zaidi ya tilioni moja pointi za Kitanzania kabla ya kufanikisha swala lake. Michael Jackson, mtu aliyekataliwa kipindi anacheza basket kabla ya kuwa mwimbaji maarufu sana duniani wa pop. Leonardo da Vinci, mtu aliyechora michoro mingi na mingi na mingi tena, kabla ya kupata michoro yake miwili maarufu sana, ambayo ni Last Supper na Monalisa. Nafikiri na utakuwa unazifahamu michoro hizi pia. Pablo Picasso Aliyefanya michoro mingi pia kabla ya kupata mchoro wake maarufu wa Gunirika. Aturudi kwenye topiki yetu. Ili kuacha tabia ya kuahirisha mambo, njia ni moja tu, kuanza. Mfano, kama kazi inachukua dak, chini ya dakika mbili, ifanye chap chap: kuosha chombo chako baada ya kula, kutengeneza na kuweka nguo zako chafu sehemu husika, kutengeneza kitanda, kuorganize mafaili yako ya kompyuta kupanga siku yako ya kesho kabla ya kulala. Hii itakusaidia kutopoteza muda mwingi baadaye kufanya hizi kazi, mfano kuosha vyombo vingi, kusumbuka kutafuta nguo ya kuvaa kabla hujaenda kazini, kufanya kazi yako kwa utaratibu na na quality nzuri kwa sababu ulikuwa umeshaandaa siku yako itakuaje. Ulikuwa umeshapanga mafaili yako kwenye kompyuta yako kwamba utafanya vipi, utafanya. Ukitaka kitu unakipata, ukitaka kitu unakipata, tofauti na ile unaanza kupoteza muda mwingi kutafuta kitu, kutafuta kitu Pili, baada ya kusogeza tabia ambayo unataka ijenga na kuipenda kwa mfano, unataka kuwa kufanya mazoezi, unataka kuwa na maarifa, unataka kufanya kitu chochote, lakini ukawa unasogeza mbele mbele, tafanya ah, ah, siku nyingine. Inasemekana kwamba inachukua dakika mbili tu kutengeneza tabia mpya. Subiri, subiri, subiri, ngoja nikufafanulie. Mfano, unataka kuwa mfanya mazoezi, amka asubuhi, piga pushapu zako dakika mbili pita hivi unataka kuwa na maarifa, shika kitabu chochote unachokipenda kusoma, soma kwa dakika mbili, pita hivi. Unataka kupunguza uzito, kimbia kwa dakika mbili, acha mazoezi, nenda kafanye kazi zako. Anza kujiuliza, dakika mbili dakika mbili zitasaidia nini? Lakini ukweli ni kwamba dakika mbili zinafungua ubongo wako na kuonyesha kwamba hicho kitu sio kigumu kama wanavyofikiria na unaweza kukifanya. Zitapita dakika mbili, bado unafanya dakika tatu, uta, utaanza kujipa Confidence ya kitu nachofanya ka ipo kwa ajili ya kufungua ubongo wako. Unaweza ukasema ah, sasa sijui pa kuanzia. Anzia sehemu yoyote ambayo kazi yako ni rahisi, sehemu yoyote ambayo kazi yako ni rahisi, na kadi utapokuwa unakamilisha hivyo vijizoezi vya rahisi rahisi kwenye kazi yako ndio inakupa confidence ya kufanya kazi nyingine pia. Unasema ah, kumbe hichi kitu kinawezekana kumbe unavunja kazi yako kwenye vipande vidogo vidogo, ambavyo ukiwa unavikamilisha confidence yako itakuwa inapanda na utaweza kufanya. Nidhamu yako ndio inahitajika kwenye kufanya kazi, sio motisha ya kazi. Mtu ambaye atafanya kazi yake kidogo kidogo mpaka siku ya kufuwe, kuonyesha hiyo kazi inapofika, na wewe ambaye utafanya usiku au siku ya nyuma, yake ni tofauti, kwa sababu quality ya kazi itakuumbua utakuwa na kazi lakini itakuwa sio bora, lakini ukifanya kidogo kidogo kidogo, kazi itakuwa bora na nzuri zaidi. Kitu kingine, usifanye kazi nyingi nyingi. Kama unafanya kazi moja, fanya kazi moja mpaka uma Usifanye kazi mara upo mtandaoni, upo TikTok, mara upo Instagram, umerudi kwenye kazi, mara unafanya hiki, mara unafanya hiki. Ukifanya kazi kwa hiyo pressure, utakuwa una split ubongo wako sehemu nyingi nyingi, utachosha ubongo, ubongo utachosha mwili na huwezi tena kuendelea na kazi. Kama unafanya kazi moja, angalia kazi yako, ifanye kwa ubora na vizuri, usifanye kazi nyingi nyingi hii ndo inatokea. Mtu anasema oh, sina muda wa kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi siku zote huwa unao, ni kwamba muda unauweka sehemu zingine. Mfano, upo TikTok unascroll, imajini muda gani unapoteza kwenye video za TikTok, Instagram ni unaenda pale, unasema tapoteza dakika moja tungoja ni angalie dakika moja, lakini ukikaa pale unashangaa masaa mawili yamepita, masaa matano yamepita. Muda unao, ni kwamba unauweka sehemu ambazo sio sahihi. Jifunze kumeneji muda wako na pia kitu kingine weka malengo madogo madogo. Ukifanikisha hayo malengo, jipe zawadi bwana, jipe kiji zawadi. Umefanikisha labda kwa wiki ume, ulisema utakula lishe bora, jipe zawadi. Vizawadi vidogo vidogo vitakupa motisha ya kuendelea na kufanya kazi, kuona pia unafanya kitu. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie hapo ulipo hakuna atakayekuja kukusaidia. Sio wazazi, sio marafiki, sio ndugu. Hata Mungu mwenyewe awezi akakusaidia kama wewe mwenyewe hujisaidii. Ni jukumu lako kujisaidia na kujitoa kwenye sehemu hii. Mimi na wewe ni familia moja, na tupo kwenye njia moja ya mafanikio. Nitajifunza kutoka kwako, utajifunza kutoka kwangu, kwa nipe mkono kwenye safari yetu ya kuwa bora kuliko jana kwa kusubscribe, kulike na kukomenti. Ntajifunza kutoka kwako utajifunza kutoka kwangu. Subscribe.